Amani mwanangu, kaa hapa karibu na jiko. Leo usiku huu kuna hadithi ambayo hujasikia, ni hadithi ya damu yako. Amani alikaa huku macho yake akiwa ya yamejaa hamu ya kutoka kijijini na kusahau matatizo ya kijadi. Lakini bibi alijua, kabla hajamwachia dunia, lazima aweka mbegu ya fahari ya Kiafrika ndani ya moyo wa mjukuu wake. Bibi alianza e, Zamani kabla ya shule za mkoloni, kabla ya lugha ya mgeni, kabla ya pesa na majina ya kisasa, hii kulikuwa na wasichana wa heshima. Walivalia kaniki si kwa sababu ya umaskini, bali kwa sababu ilikuwa nguo ya hadhi. Walijifunza kutoka kwa mabibi, walihifadhi mbegu, walihifadhi mila. Na walijua kuwa hakuna maajabu ya ulimwengu bila maajabu ya mwanamke. Amani alitazama nguo ya bibi yake ya kaniki iliyoandikwa maandishi ya mikono ya zamani. Alitabasamu kwa mbali. Bibi aliendelea, he. Lakini walikuja he wenye mashua nyeupe na vitabu vyao, walituita waovu, wachawi, wenye giza. Walituambia tupige magoti, tuvue kaniki, tuvae yao. Wengine wetu walitii lakini mmoja hii binti aitwaye Hiria alikataa, akasimama na kusema, Hiri ni heri, mimi si giza, mimi ni mwanga wa asili yangu. Amani alishikwa na msisimko. Bibi, huyo Hiria alikuwaje? Alifukuzwa, alidharauliwa, lakini leo jina lake linaitwa kwa heshima kwa sababu alikataa kubadilishwa, alibaki kuwa yeye. Ndiyo maana leo hii nakuambia hii, ukienda mjini usiache ngozi yako, sauti yako, wala jina lako, kwa sababu wewe ni mtoto wa Hiria. Mwisho wa hadithi. Hiri ni heri kuwa wewe, ni heri kuliko kuigwa kwa mkopo. Ujumbe wa hadithi hii: kila binti wa Kiafrika abebe utambulisho wake kama taji, hekima ya mabibi zetu ni dira ya kesho. Asili yetu si mzigo, ni fahari.